Kwa majina anaitwa Enos Lupimo, mtendaji wa kata ya Njombe Mjini. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, ninaomba kutoa wito kwa wananchi wa kata ya Njombe Mjini kwa ziara ambayo tumeiandaa katika kata yetu ya Njombe Mjini. Kwanza kabisa naomba tufahamu kwamba kata ya Njombe Mjini ina mitaa tisa ina wananchi 37900 na ina kaya 12000 Kwa hiyo kata ya Njombe mjini, tumeandaa programu kutokana na mpango kazi wetu wa kata wa mwaka 2024 2025 kwamba tutafanya ziara. Ziara hii itahusisha mitaa yote tisa kwa mambo yafuatayo. Moja, tutakuwa na ziara kwa ajili ya kutoa elimu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya lishe. Kwa hiyo ziara hii tutapita kaya kwa kaya tukitoa elimu kwa njia ya nadharia pamoja na vitendo. Kwa hiyo tutaanza na mtaa wa Mgendela siku ya Alhamisi. Tutakuwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii tutakuwa na wataalamu wote waliopo katika ngazi ya kata kwa maana ya afisa elimu kata, polisi kata, afisa kilimo, afisa mifugo na wataalamu wa lishe. Kwa hiyo tukifika kwenye mtaa X, tutaenda kwenye familia ambazo zimeainishwa kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo tutatembelea watoto walio chini ya miaka mitano kaya tano na utatembelea akinamama wajawazito kaya tano. Kwa hiyo kwa habari ya lishe, tutatoa elimu kwa njia ya vitendo na nadharia. Lakini ajenda ya pili tunayotembea nayo katika ziara hii ni kwamba tunatembea juu ya kutoa elimu juu ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tutapita kwenye taasisi zote, taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi, kutoa elimu ya mazingira na utunzaji wa taka kwamba Njombe mjini kama tunavyofahamu tumekuwa tukifanya vizuri kwenye habari ya usafi wa mazingira, mpaka tunakuwa watu wa nani, halmashauri wa ya kwanza. Tutakachokifanya kwa, tutatembelea mabucha, maduka, tukitoa elimu ya usafi wa mazingira na namna ya watu ambavyo wanaweza wakatunza biashara zao katika mji wetu wa Njombe, lakini tutatoa elimu kwa wafanyabiashara wanaouza mali mbichi kwamba wanatakiwa kupima afya zao ili waweze kutoa huduma ya vyakula mama ntilie babalishe, uh, mahotelini tutakwenda, tutatoa elimu ya kupima afya ili waweze kutoa huduma zilizo bora. Lakini namba tatu itakuwa ni ishu ya mapato. Tutatoa elimu namna ya watu ambao wanahitaji kulipa mapato, kwamba wanaohitaji kutoa kupima kutoa kupata leseni, tutawapa elimu wataweza kupata leseni zao. Lakini wanaostahili kukata ushuru mbalimbali, tutahakikisha na wenyewe tunawapa elimu wanaweza kuchangia mapato kwenye halmashauri yetu kuna ushuru wa mia mbili mia mbili na ushuru zingine ambazo zinatakiwa zi, ziweze kutolewa na, na wafanyabiashara. Kwa hiyo watu ambao hawana leseni watatakiwa kupata leseni, tutawapa elimu watapata leseni. Watu wanaohitajika kupata kutoa ushuru wa aina mbalimbali na wenyewe watafanya. kwa ni waalike wananchi wa kata ya Njombe Mjini, ziara hii tunaanza Alhamisi tarehe 15 na kuendelea, lakini tutaanza na mtaa wa Mgendela kuhakikisha kwamba mapato Njombe mjini yanakusanywa, lishe Njombe mjini inashika hatamu, kwa maana ya kwamba tunatokomeza kabisa udumavu kama mheshimiwa rais alivyoagiza, mkuu wa mkoa alivyochukua hatua, mkuu wa wilaya ambapo ametusisitiza ame, ame, kila siku itwapo leo. Lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Njombe Bi Kuruthum Sadick amesema tuhakikishe udumavu Njombe tunaandika zero. Kwa hiyo sisi tunapokea maelekezo ya viongozi wetu ngazi ya juu na sisi tunayatekeleza. Kwa hiyo, swala la lishe tunaendelea kupambana nalo, swala la mapato tunaendelea kufanya nalo kazi, lakini swala la usafi wa mazingira kwamba watu wapande maua kwenye maeneo yao watu, watu tupande miti e, kwenye mazingira yetu ambayo tunayoishi, na tunashukuru tumekuwa na tunafanya hivyo kila mara, lakini tutahakikisha haya mambo yanazingatiwa kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Njombe kwamba tujiandae Alhamisi ya wiki hii tunaanza hiyo zoezi, kuhakikisha Njombe inakuwa safi, tukuhakikisha watu wanalipa mapato, kuhakikisha tunatokomeza udumavu. Asante sana, ndugu wananchi wa Mgendela, Alhamisi ya wiki hii tunakuja kwenye mtaa husika, kwamba tukifika mtaa wa Mgendela, tutatembelea kaya kumi kaya tano zilizo na watoto wenye umri wa miaka mitano, lakini kaya tano ni ya ni akina mama wajawazito. Tukitoka hapo tutatoa elimu ya vitendo na nadharia, kwa hiyo tutagawa mayai. Tutaenda pale na makundi yote ya vyakula, makundi sita: protini, vitamini, wanga, uh, pamoja na maji nao ni kundi Vitamini. Makundi yote sita tutaenda nayo Mgendera kutoa elimu na kuachia na kugawa kwenye kaya husika ambazo tumezitembelea, lakini kwenye Mgendera hapo hapo kwenye mtaa tutatembelea mashule tuone vyakula vinavyopikwa shuleni, arudi tena shuleni, like ile wanafunzi wengi wanaweza wasirudi, kwa sababu kuna tendency ya wazazi kutoandalia chakula nyumbani. Kwa hiyo wakifika pale nyumbani hamna chakula, basi huyo mtoto hataweza kurudi ataendelea na maandalizi ya chakula. Na kama tarudi, basi nawezekana karudi kwa kuchelewa. Kwa hiyo tutahakikisha kwenye eneo hili tunalisitiza ili kata yetu ya Njombe mjini iweze kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu na sekta nyingine zote. Swala lingine ambayo tunaangalia ni swala la bustani za mboga mboga kama alivyozungumza mtendaji wa kata. Namna gani shule zimeandaa hizo bustani? ili ziweze kuwas, tunajua wa wazazi ndio wanachangia chakula shuleni, lakini ni chakula ambacho hakina mchanganyiko wa aina mbalimbali za vyakula. Kwa hiyo tunategemea kama shule zitaandaa bustani, kwa hiyo watoto watakavyokuwa wanakula maybe ugali, ma, maharage vile vile watakula na na, na, na mboga mboga. Kwa hiyo eneo hilo nalo tutaliangalia kwa umakini mkubwa sana. E, takisha wanafunzi wote tutafuatilia wanafunzi wote waweze kula chakula shuleni siku zote za masomo e, imekuwa na tendency kwa siku za Jumatano wanafunzi wanarudi mapema nyumbani saa, shule nyingine zinarudi saa saba na nusu, nyingine saa nane. Kwa hiyo huwa hawatoi chakula, lakini kwenye ziara hii tunataka kuwahamasisha hata siku ambazo watoto wanasoma siku nusu siku wawezi kupata chakula shuleni. Kwa nini? Tunategemea watu wanafunzi wanavyorudi ile saa saba au saa nane shuleni majumbani kwao. Natike, tunaamini wazazi wengi walivyokuwa busy kama tutavyojua wazazi wa wa wa, wa, wilaya hii almashauri ya mji wa Njombe wako busy sana na shughuli za, za kwao za maendeleo. Kwa tunajua wanaweza siangalie vyakula majumbani. Kwa hiyo tunahakikisha wanafunzi wote wanakula chakula siku zote hata ile siku ambayo ni nusu siku lakini kuna wanafunzi wa darasa la awali la la pili la kwanza, nao tunajua wanaondoka mapema saa sita wanaondoka shuleni. Kabla ya kuondoka, nao tutahamasisha shule ziwape kwanza chakula ndio warudi nyumbani, kwa sababu nayo hivyo hivyo kama ilivyo nusu siku. Tunaamini watoto wanavyorudi nyumbani, laki wazazi wao wasio wameshaangalia chakula. Kwa hiyo akila, tunajua E, itakuwa ni vizuri hata kama watakavyokutana na mlo wa jioni hapa mchana mtoto atakuwa amekula na hivyo kupambana na udumavu kama alivyozungumza.